Naam mtazamaji, karibu na kwa hivi sasa, tuanze na vidokezo, ambapo wakazi wa eneo la Nyando sasa wanaitaka serikali kukamilisha ujenzi wa bwawa la Koru Soini ili kuzuia mafuriko ya mara kwa mara. Wakazi hao wanakadiria hasara baada ya mazao yao kuharibiwa kutokana na mvua inayoendelea kunyesha katika eneo hilo. Na kama anavyoarifu Laura Otieno, serikali imeanza ujenzi wa vizuizi vya maji katika mto Nyando, kijiji cha Magina, kaunti ya Kisumu. Jen Adika anakagua shamba lake. Hali imekuwa hii kwa zaidi ya miaka kumi, mvua ya hivi punde ikimwacha na hasara chungu nzima. Saa hii maji inatoka tu chini, hata nyumba ya Jen iko maji. Hata mse ichonge hii oko kati cho compound ya Jen. Serikali chukua weka dambi ya, ya, ya nini ya samaki, enda nunua Jen pale pengine Mm. Ah, it's not good. Kwa sasa, serikali kupitia mamlaka ya LBDA imeanza ujenzi wa vizuizi vya maji katika mto Nyando. Ujenzi huo utakamilika katika muda wa miezi mitano ijayo. We are looking at, uh, 18 kilometers along River Nyando, and that is why the biggest problem. And then we have the 32 kilometers stretch. Huku mvua ikiendelea kunyesha katika sehemu mbalimbali, wakazi wa eneo la Nyando wanaitaka serikali kuwajibika zaidi na kutenga fedha za ujenzi wa bwawa la Koru Soin ili kuwaepushia madhila ya mafuriko ya mara kwa mara. Lora Otieno, runinga ya Citizen. Na mtazamaji tukiendelea mbele nai